Watoto mapacha ni ndoto ya wengi, lakini wengi huamini kuwa ni suala la kurithi kutoka kwa familia. Hata hivyo, tafiti za kisayansi zinaonyesha kuwa kuna njia zinazoweza kuongeza nafasi ya kupata mapacha hata kama hakuna historia ya mapacha kwenye familia yako. Katika video hii tutazungumzia aina za mapacha, mzunguko wa hedhi na jinsi unavyoweza kuongeza nafasi ya kupata mapacha hata kama kwenye familia yenu hakuna historia ya mapacha, vyakula vinavyosaidia nafasi ya baba katika kusaidia kupata mapacha na mambo yanayoweza kudhoofisha mbegu za kiume. Pia tutajadili tafiti za kisayansi zilizofanywa na watafiti mbalimbali mbali kuhusu suala hili. Kabla hatujaanza, kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, hakikisha unabonyeza subscribe na kuwasha kengele ya taarifa ili upate mafunzo zaidi kuhusu uzazi na afya ya ndoa. Mapacha ni nini? Kama umewahi kutamani kupata watoto mapacha, basi video hii ni kwa ajili yako. Ingawa wengi huamini kuwa mapacha hupatikana tu kwa kurithi kutoka kwa familia, kuna mbinu na njia ambazo zinaweza kusaidia kuongeza nafasi ya kupata mapacha hata kama kwenye familia yenu hakuna historia ya mapacha. Aina za mapacha. Kabla ya kuelezea jinsi ya kupata mapacha, ni muhimu kuelewa kuwa kuna aina mbili za mapacha. Aina ya kwanza ni mapacha wanaofanana, identical twins, monozygotic. Hawa hutokea pale yai moja lililorutubishwa linapogawanyika na kutengeneza watoto wawili walio na vinasaba sawa kabisa. Hawawezi kuzalishwa kwa njia za asili au lishe, bali hutokea kwa bahati tu. Aina ya pili ni mapacha wasiokuwa wanafanana, fraternal twins, dizygotic. Hawa hutokea pale mwanamke anapotoa mayai mawili au zaidi, na yote kurutubishwa na mbegu za kiume tofauti. Mapacha hawa huweza kuzaliwa kwa jinsia tofauti au sawa na wanafanana tu kama ndugu wa kawaida. Hii ndio aina ya mapacha ambayo unaweza kuongeza nafasi ya kuwapata kwa kutumia njia fulani. Je, uzazi wa mapacha unategemea nini? Ni. Uzazi wa mapacha unaweza kuathiriwa na mambo mbalimbali mbali kwa upande wa mama na baba. Upande wa mamao, historia ya familia. Ikiwa uko kwenye familia yenye mapacha, hasa upande wa mama, nafasi yako ya kupata mapacha inaongezeka. Umri wa mama Wanawake kati ya miaka 30-40 wana nafasi kubwa ya kutoa mayai mawili kwa wakati mmoja. Uzito wa mama. Wanawake wenye uzito wa wastani au zaidi, BMI 25 na kuendelea, wana nafasi kubwa ya kupata mapacha, kwa sababu mwili wao huzalisha zaidi homoni ya estrogen. Mzunguko wa hedhi. Wanawake wenye mzunguko mfupi wa hedhi, chini ya siku 28, wanaweza kupata mapacha kwa urahisi zaidi. Mimba nyingi zamani ikiwa tayari umewahi kujifungua mara kadhaa, nafasi yako ya kupata mapacha huongezeka. Upande wa baba: ingawa baba hawezi kusababisha mama atoe mayai mawili, vinasaba vyake vinaweza kuathiri kizazi kijacho. Ikiwa baba anatoka katika familia yenye historia ya mapacha, watoto wake wa kike wanaweza kurithi tabia hiyo ya kutoa mayai mawili kwa wakati mmoja. Pia afya bora ya mbegu za baba inaweza kusaidia kurutubisha mayai kwa haraka, hivyo kuongeza nafasi ya kupata ujauzito. Mzunguko wa hedhi na jinsi unavyoweza kuongeza nafasi ya kupata mapacha. Wanawake walio na mzunguko wa hedhi unaoeleweka vizuri wana nafasi kubwa zaidi ya kupata mimba. Kwa wastani mzunguko wa hedhi ni siku 28, lakini unaweza kuwa kati ya siku 21 hadi 35 kulingana na mwili wa mtu binafsi. Mzunguko wa hedhi una vipindi vitatu vikuu: hatua ya follicular, siku 1 hadi 14 hii ni kipindi baada ya hedhi ambapo mwili wa mwanamke huandaa yai kwa ajili ya urutubishaji. Homoni ya estrogen huongezeka na husababisha ukuaji wa yai. Hatua ya ovulation, siku ya kumi na nne kwa wastani. Hii ndiyo siku muhimu zaidi kwa wale wanaotafuta mimba. Ikiwa unataka kupata mapacha wasiokuwa fanani, ni muhimu kushiriki tendo la ndoa siku moja au mbili kabla ya ovulation, kwa sababu manii huweza kuishi mwilini kwa siku kadhaa kabla ya kurutubisha yai. Hatua ya luteal siku ya 15 hadi 28. Ikiwa yai litavutubishwa, mwili utaanza kuzalisha homoni ya progesterone, kuandaa mfuko wa uzazi kwa ujauzito. Jinsi ya kujua siku za ovulation. Kutumia ovulation kits hizi husaidia kujua siku ya kutoa yai. Kupima joto la mwili basal body temperature BBT, joto huongezeka kidogo wakati wa ovulation. Tafiti za kisayansi zinazoeleza jinsi ya kupata mapacha bila historia ya familia. Tafiti nyingi zimefanyika kuhusu namna ya kuongeza nafasi ya kupata mapacha. Baadhi ya watafiti waliogundua mambo muhimu ni mstadi wa Dr. Gary Steinman, mwaka 2006, UKO USA. Utafiti wake ulionyesha kuwa wanawake wanaokula maziwa na bidhaa za maziwa wana nafasi mara tano zaidi ya kupata mapacha kuliko wale wasiokula. Aligundua kuwa homoni za IGF, insulin like growth factor, zinazopatikana kwenye maziwa huchochea ovari kutoa mayai zaidi. Prof. Patrick Nylander, mwaka moja tisa saba sifuri esi nchini Nigeria. Utafiti wake ulionyesha kuwa wanawake wa kabila la Yoruba nchini Nigeria wana kiwango kikubwa cha mapacha. Sababu kubwa ilihusishwa na lishe yao, hasa mihogo na viazi vitamu, ambavyo vina kemikali zinazochochea uzalishaji wa mayai mawili kwa wakati mmoja. Dr. Robert J. Norman, mwaka 2010, nchini Australia. Alifanya utafiti juu ya wanawake wenye uzito mkubwa, BMI, ya juu ya 30 na akagundua kuwa wana nafasi kubwa ya kupata mapacha kutokana na viwango vya juu vya homoni zinazochochea uzazi. Tafiti hizi zinatoa mwanga kuhusu mambo yanayoweza kusaidia wanawake wengi, hasa wale ambao hawana historia ya mapacha kwenye familia zao, kuongeza nafasi ya kupata mapacha. Njia za asili zinazoweza kukusaidia kupata mapacha. Sasa wacha tuzungumzie njia kadhaa ambazo unaweza kuzifuata ili kuongeza nafasi yako ya kupata mapacha. Njia ya kwanza ni kula vyakula vinavyosaidia uzazi. Viazi vitamu na mihogo. Vyakula hivi vinavyohusiana na hyperovulation, kutolewa kwa mayai mawili, vimehusishwa na jamii ambazo zina viwango vya juu vya mapacha. Maziwa na bidhaa za maziwa. Tafiti zimeonyesha kuwa wanawake wanaokula maziwa mara kwa mara wana nafasi kubwa ya kupata mapacha. Vyakula vyenye folic acid kama vile mboga za kijani kibichi, sukuma, spinachi na karanga. Folic acid inasaidia kuboresha uzazi Vyakula vyenye estrogeni ya asili: soya, maharagwe na mbegu za maboga zina phytoestrogens ambazo zinaweza kusaidia kuboresha uzazi. Uzito na afya ya mama, hii pia husaidia kupata mapacha. Wanawake warefu na wenye uzito wa juu kidogo, BMI ya juu, wana uwezekano mkubwa wa kupata mapacha. Hata hivyo, ni muhimu kubaki na uzito wa afya ili kuepuka matatizo ya kiafya. Kushika mimba wakati wa kunyonyesha: wanawake wanaopata mimba wakiwa bado wananyonyesha wana uwezekano mkubwa wa kupata mapacha. Umri wa mama. Wanawake wenye umri wa miaka 30 hadi 40 wana uwezekano mkubwa wa kupata mapacha kwa sababu mwili wao hutoa homoni nyingi za uzazi zinazosababisha kutolewa kwa mayai mawili kwa wakati mmoja. Historia ya kujifungua mara kadhaa. Wanawake waliokwisha kujifungua mara nyingi wana nafasi kubwa ya kushika mimba ya mapacha kwa sababu mifumo yao ya uzazi imezoea mabadiliko ya homoni. Njia za kitabibu za kitabibu za kupata mapacha Matumizi ya dawa za kusaidia uzazi ovulation induction. Dawa kama Clomid au letrozole zinaweza kusaidia kuongeza idadi ya mayai yanayotolewa kwa wakati mmoja hivyo kuongeza nafasi ya kupata mapacha. Mbinu ya in vitro fertilization, IVF. Katika IVF madaktari hupandikiza zaidi ya kiinitete kimoja kwenye mfuko wa uzazi wa mama hivyo kuongeza nafasi ya kupata mapacha. Sindano za homoni za uzalishaji gonadotropins Hizi ni sindano zinazotumika kwa wanawake wenye matatizo ya uzazi na mara nyingi huchochea kutolewa kwa mayai zaidi ya moja. Nafasi ya baba katika kusaidia kupata mapacha. Ingawa wengi huamini kuwa mapacha ni suala la mama pekee, baba pia ana nafasi kubwa. Mambo yanayoathiri mbegu za baba ni pamoja na mstari wa afya ya mbegu. Manii yenye nguvu na ubora mkubwa husaidia kurutubisha zaidi ya yai moja. Kuacha matumizi ya pombe na sigara. Pombe na sigara hupunguza idadi na ubora wa manii. Kula vyakula vyenye zinki na vitamini C husaidia kuimarisha ubora wa mbegu. Epuka msongo wa mawazo stressi. Msongo wa mawazo huathiri homoni za uzazi. Je, umewahi kufikiria kupata mapacha? Ni ipi kati ya njia hizi unayoona inaweza kusaidia zaidi? Kama tayari una mapacha, ulitumia njia gani au ilitokea kwa bahati? Kupata mapacha kunaweza kuonekana kuwa bahati, lakini tafiti za kisayansi zinaonyesha kuwa kuna mambo unayoweza kufanya kuongeza nafasi zako, kuanzia lishe, kufuatilia ovulation, na mtindo wa maisha wenye afya kwa wote, mama na baba. Je, unadhani kuna mbinu nyingine ambayo inaweza kusaidia kupata mapacha? Ikiwa umefanikiwa kupata mapacha, ni mbinu gani ulizotumia? Ikiwa unataka kujifunza zaidi kuhusu mbinu za uzazi na afya ya ndoa, hakikisha umejiunga na chaneli yetu kwa kubonyeza subscribe. Na kama umepata maelezo ya maana, tujulishe kwenye comments kama unafikiria kujaribu mbinu hizi. Hakikisha umejiunga na chaneli yetu kwa kubonyeza subscribe. Pia usisahau kulike video hii na kushiriki maoni yako kwenye comments.